Vijana wengi wanapenda kuishi kwanza na mwanamke afu ndaje baadaye. Makosa makubwa sana. Asilimia kubwa ya ndoa zinazofeli ni ndoa zilizoanza na uzinifu kabla ya ndoa. Huu ni utafiti rasmi, umefanywa na wasokoa wa Islam. Watu walioanza boyfriend na girlfriend wakaanza kufanya zina kabla hawajaoa nasema, tunapimana. Sasa mnapimana uzito, mnapimana urefu, mnapimana nini? Sawa, hiyo mila gani za ajabu za kupimana, na maana yake nini? Jambo la ajabu sana, Sheikh. Kwa hiyo ndoa nyingi ambazo zinavunjika ni ndoa za watu walianza kupimana kabla ya kuoana, kwa sababu wanapoingia katika ndoa, believe me, hakuna mmoja anayemwamini mwenzake. Unashindaje kuwapa watu wengine, wewe sio mwaminifu, na mwanamke anasema na wewe sio mwaminifu, mbona tu na wewe ulifanya. Kwa hiyo ukichelewa tu kurudi sasa, hey, ameanza mambo yake kama ya zamani. kabla hajaoa yake alikuwa mapepe kweli, na wewe akichelewa tu, ameanza mapepe yake. Sasa hivi, zamani namjua mimi huyu alikuwa anakimbia kwao usiku kwa ajili yangu. Kwa kila mtu anatengeneza dhana mbaya kwa mwenzake. mwisho wa siku, wamwaminiani Dhana zina kithiri ndoa inavunjika. Lakini ndoa za watu ambao wameingia katika hawajawahi kukutana kimwili, heshima inakuwepo na zinadumu, na ndani hakuna kashfa.